Uh, WF... hmm? Kubwa hiyo chali cha mende kula leki, raundi ya pili hiyo, mune amemaliza kazi <coughs> raundi <laughs> ya pili muni, amemaliza. Hassani Mwakinyo, heshima yako, saluti saluti. <laughs>